Gani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Sasa sasa hivi Zari uh, ametoka South Africa na kuelekea kule nchini Uganda kama unafahamu eh, kipindi kile kabla wengi hawajamfahamu hasa wabongo aliwahi kuolewa na bilionea eh, kipindi hicho miaka elfu mbili na saba elfu mbili na nane aliolewa na bilionea Ivan. Kwa bahati mbaya eh, Ivan bwana alipoteza maisha, nadhani kuna changamoto ilimkuta, na kwa namna moja ama nyingine tunaona huyo ndio alikuwa ni mume wa kwanza wa Zari na walifanikiwa kupata watoto, lakini pia naona e, Zari anakumbuka mema aliyofanywa na mume wake, licha ya kwamba anaishi mbali e, na kwao, au sio? Sasa tunaona e, wakati Zari e, ana toka Uganda naelekea kule South Africa, alitoka pamoja kipindi kile na mume wake, lakini kwa bahati mbaya ndo hivyo eh, tunaona Ivan alizikwa pale Uganda. Kwa hiyo kuna utaratibu eh, kila baada ya muda fulani Zari anakuwa anatoka South Africa na kuelekea pale Uganda kwa ajili ya kulitembelea kaburi la mume wake. Hii inaonyesha wazi kabisa kwamba anampenda kwa dhati na alikuwa eh, anamwombea kwa Mungu kila itoko leo. Na pia hii inaonyesha kwamba e, bado anamthamini lakini pia bado e, ajaondoka nje ya reli, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine e, kitendo cha kutoka South Africa na kwenda na watoto e, sasa tunaona ameenda na watoto wote e, hapa anazungumzia Tifa anazungumzia Milan e, na wale wengine au sio, Pinto e, Pito Trale au sio wale wote, na amewatoa Eh, South Africa na kuwapeleka eh, nyumbani, au sio? Na hii ni nzuri, kwa sababu anaonyesha watoto wake utamaduni ambao unatakiwa ufanyike, na tunaona wale, ana watoto watano Zari, eh, tunaona na watoto wa kiume wanne na wa kike mmoja. Sasa katika hao watoto, watatu ni wa Ivan, eh, the Don au sio late Ivan the Don, lakini hawa wawili uh, ni wa Diamond Platnumz, japo eh, sitaki kuliongelea sana. Inasemekana kwamba pia hata huyu eh, Nilan ni wa Ivan, lakini I'm not sure. I'm not sure, lakini tunaona hao watu watoto watano wameondoka na mama yao South Africa na kuelekea pale Uganda, na unaona jinsi ambavyo E, ameonyesha wazi kabisa kwamba anampenda mume wake, na ameenda na watoto. Hii ni nzuri kwa sababu watoto pia wanakumbuka kwamba huyu alikuwa ni ne, alikuwa ni baba yao, na amepumzika pale, na kiukweli wamefurahia, kwa sababu tunaona ameacha mali nyingi sana e, na katika mali ambazo ameziacha Ivan e, ni magari ya kifahari aisee. Ukizungumzia e, magari ya kifahari e, kama unakumbuka eh, zile eh, zile gari aina za aina ya Hama Ferrari hizo zote zilikuwa ni gari za Ivan. Na tunaona katika gari moja ambalo Diamond Platnumz aliwahi au sio, aliwahi kufanya video ilikuwa ni kuna nyumba moja ka liweza kuifanya Diamond ya gari ile aina ya Ferrari alifanya au sio? na kiukweli tunaona eh, ili gari ni ya thamani sana. Sasa Ivan the Don, hizo gari zilikuwepo tu nyumbani, na kwa namna moja mwingine tunaona uh, tunaona jinsi ambavyo eh, wazazi wa hawa walikuwa wanashirikiana katika biashara mbalimbali. Kwa hiyo hata kama Ivan the Don hayupo, tunaona Zari, maisha yanaendelea kama kawaida. Na kwa kweli kingine ni kwamba Zari The Boss Lady kuna chuo kule South Africa. Mm, kuna chuo. Eh, pia hicho chuo alikiacha Ivan. Ameacha magari, ameacha majumba ya kifahari, lakini kumbuka kabla hajafariki alikuwa na nyumba yake Ivan, na Zari alikuwa na nyumba yake. Kwa kila mtu alikuwa anaishi kwake. Kwa hiyo ni jinsi gani jamaa huyu alikuwa na pesa za kutosha na usio ila tu watu wabaya ambao tunaona Uh, pia katika peji mbali mbalimbali za Instagram wameweza eh, kuposti hizo video ikimonyesha Zari eh, kwa namna moja ama nyingine akiwa na watoto wake na akiwa na ndugu zake, au sio bwana? Tunaona kwa namna moja ama nyingine inaonyesha wazi kabisa kwamba Zari anathamini eh, cha nyumbani kwao, anathamini ya kwao kwa sababu kumbuka walimove, walimove kutoka Uganda mpaka South Africa, wakajitafuta walivyojitafuta wakajipata, walivyojipata wakaishi, na katika safari uh, uwezi uka, uka, ulioanza naye ukamaliza naye, kuna wakati mwingine ulianza naye anaweza naye pia akaishia njiani akafariki. E, kuna changamoto zinaweza zikamkuta na vitu kama hivyo lakini, kwa kwa Zari hizo shida zake, kwa Zari e, kiukweli sio mtu wa hivyo. E, ni mtu ambaye kwa kweli anajitoa sana na vitu ambavyo ndivyo viko positive, huwa anafanya na. A, tunaona a, kuna posti moja wakamwambia pole sana Zari e, da, kufiwa kubaya sana, na tunaona e, huyo ni Ivan. E, tunaona aliyozikwa na fedha, na baadaye serikali kasema, hapana hizo e, fedha bwana mzitoe, mtasababisha taharuki na vitu kama hivyo e, huko ni kijijini kwao na usio nyumbani kabisa huko Uganda na Zari kemeketi kwenye kaburi hapo akiwa anafikiria hapa na pale, na tunaona of course uh, alikuwa um, ameonyesha kwamba iko emotional na kwa kweli alikuwa anasikitika na vitu kama hivyo. Lakini of course kuna mombea uh, maoni kwa kumwambia, is, is he the father of her sons uh, na anauliza kwa mpingine ni baba wa watoto wake uh, mmoja anaandika her sons

Mmoja kaandika hawezi msahau sababu ndo mtu aliyempa utajiri. Eh, yeah, auso bana. Of course. Alikuwa anaitwa nani bila kusahau bana. Huo utajiri miaka karibia kumi bado upo tu. Fanya na wewe kuachiwa kama rais. Wewe na wewe kiende kweli kwa ulivyolitaka upotee na mtu. Na mwenye anaandika kwamba, kwa taarifa yako, kwa mkuta huyo baba na utajiri walisota wote na hicho Chuo Zari alikuwa ana shea zake kuanzia mwanzo. Unafikiri ingekuwa akapewa tu, kungekuwa hata na tofali limebaki? Alishasema yeye ni, msi, ni msingi sio pa. Kwa hiyo tunaona, nilikwambia kuna chuo ambacho anamiliki kule South Africa ne, hicho chuo bwana ilikuwa ni cha Ivan. Mmoja anasema kwamba, mmoja anasema kwa hiyo kukaa kaburini ndio uchungu au puuzi? Mmoja anasema kaji kabodi. Jamani, ndio sawa hii au sio? Sina maneno mengi, ni kuachiwe, dondosha maoni yako kwenye upande wa comment section, na hakikisha una subscribe.